za afya zimeendelea kuathirika katika kaunti ya Kwale na kutokana na mgomo wa kitaifa wa maafisa wa kliniki. Katika vituo mbalimbali vya wa afya, wagonjwa wamekuwa wakirejea nyumbani bila kuhudumiwa, huku wengine wakilazimika kutafuta huduma katika hospitali za kibinafsi ambazo wengi wao hawawezi kumudu gharama ya matibabu kuangaliwa mwili wangu, sasa kumbe madaktari wamegoma, na ikawa sasa hakuna mpaka saa hii. Nikarudia leo nimeingia asubuhi, nimepata bado hakuna madaktari. Sasa huduma ni chini sana, hata wengine wagonjwa wako hapo wengi, wengine wameangaika, wengine wameenda nyumbani. Pia ukiangalia niko hapo, tunangojea tu daktari mwenye atakuwa na roho safi ya kuja ahudumia watu. Mungu amsaidie tu sasa. Bado tunangojea hakuna huduma kabisa, tunasikia wa, madaktari wameama karibu. Sasa hii ni wiki ya tatu. Tumetoka Msangatamu kuja hospitali Kwale kuleta mwanangu kuangaliwa mbavu na kifua, lakini nilipofika hapa nikaulizia wenzangu hapa akaniambia kuna mgomo wa madaktari. Hasa yaliumisha kichwa, kwa sababu gani? Kwenye nimetoka ni mbali, nimetumia fare shilingi mia nne na saa hii nitafute mia nne nyingine nirudi nyumba nirudi nyumbani. So naomba serikali utuangalilie madaktari wetu, tupate usaidizi kwa sababu hao ni kama ndio tegemezo letu.